Ya, so kama unavyoelewa, ni kwamba Miss Molly bwana ni yule mwanadada kutokea South Africa ambaye tulikuwa tumemfahamu au tumemtambua kama bebe wa Harmonize Konde Boy, lakini kadri ya muda ulivyokuwa unazidi kwenda bwana, mambo yakaanza kuonekana kwamba ni tofauti na vile ambavyo tulivyokuwa tunadhani hapo awali. Uh, mwanzoni kabisa ni kwamba yeye mwenyewe Miss Molly alidai kwamba Harmonize ni mjomba wake, lakini baada ya hapo, kila mtu alikuwa ameshaelewa kwamba hapana bwana, sio hivyo. Ni kwamba hapa inaonekana wazi kabisa kwamba hawa wawili bwana ni mtu na mpenzi wake, lakini ndo hivyo tena, hawawezi akaweka wazi, wameamua labda waweke vitu low key. So baada ya muda mrefu wa hawa wawili kuonyesha kwamba hawapo katika mahusiano, lakini low key kila kitu kilikuwa kinaeleweka kwamba walikuwa wapo kwenye mahusiano. Mwisho wa siku, bwana kweli mambo yakawa kama vile ambavyo Miss Mole alivyokuwa anasema. At the end of the day, ni kwamba tukamwona Harmonize akiwa ameanza kujihusisha katika mahusiano na mrembo mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Sanchoka. Sasa hii ni baada ya Harmonize kuachia kazi mpya kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Kidedea, moja kati ya track ambazo zinafanya vizuri sana, na wadau wengi sana kiukulu wameipokea vizuri kazi hiyo ya Kidedea, ambapo tukaona mpaka Sanchoka naye pia akaonyesha support kwa Harmonize. ni kwamba Sanchoka bwana alionekana akiwa anacheza wimbo wa Harmonize Konde Boy ambao unakwenda kwa jina hilo la Kidedea, jambo ambalo likaibua mijadala mingi sana huko mitandaoni, ambapo watu wengi sana walikuwa wanashangaa kwamba kuona imekuwaje. Eh, Sanchoka toka lini akaanza kusapoti wasanii wa Bongo Flavor kiasi cha kufikia hatua ya kufanya challenge ya ngoma ambayo msanii wa Bongo Flavor ameitoa kama vile Harmonize, yeah. Uh, kama unavyoelewa kwamba hapa Bongo bwana, zitetesi zikaanza kusambaa kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya Harmonize na Sanchoka, na hii inavyosemekana ni kwamba ndiyo chanzo ambacho kimepelekea Miss Molly kuachana na Harmonize. Sasa baada ya Miss Molly kuondoka na kuonyesha wazi kwamba ameachana na Harmonize, ni kwamba amekuwa akiwapa nafasi mashabiki zake katika ukurasa wake wa Instagram, pale juu katika Insta story, amekuwa akiwapa nafasi mashabiki wawe wanamuuliza e, maswali kuhusiana na vitu vyake yeye mwenyewe. E, watu wakawa wanamuuliza kwamba je, Harmonize yuko vipi naye, mpaka sasa hivi ambapo yeye amekuwa akitilia mkazo swala la kwamba yeye na Harmonize ni mtu na mjomba wake. <muchilio> lakini pia vile vile ni kwamba baada ya mahusiano yao kuisha officially, kama tulivyozungumza katika video iliyopita kuonyesha kwamba Harmonize bwana, wakati ameenda show, ameenda kufanya show Zanzibar. Uh, eh, utakuwa unakumbuka kwamba alivyoenda kufanya show Zanzibar, huku Miss Molly ndio alikuwa ameshafungasha mabegi yake na kuondoka, lakini wakati anaondoka, aliondoka na defender, jambo ambalo liliibua utata wa hali ya juu kutokana na kwamba wakati Harmonize anaondoka na, sorry wakati Miss Molly anaondoka na ile defender gari ya thamani zaidi katika pale nyumbani kwa Harmonize, inasemekana kwamba iliibua utata na mwisho wa siku hawajaachana vizuri kwa namna moja au nyingine. So kwa mujibu wa habari ambazo sasa hivi hapa zinasambaa kwa mtandaoni, imeishafahamika wazi kwamba mrembo huyu Miss Mori bwana na Harmonize mahusiano yamekwisha, lakini pia vile vile kikubwa zaidi ambacho kimemake headline ni kwamba hivi karibuni tena ameamua kufafanua kiundani zaidi kuhusiana na yeye na Harmonize kwamba nini ambacho kimetokea mpaka kupelekea mahusiano yao kuisha, lakini pia eh, alichokitilia mkazo zaidi amedai kwamba Harmonize bwana sio na wala hajawahi kuwa mpenzi wake us... ambapo kiukweli bwana imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana e, na wadau wamezidi wanazidi kuwa surprised. Na hiki kitu ambacho huyu bidada anakizungumza huko mitandaoni akiwa anatilia akiwa anatilia mkazo suala la kwamba yeye na Konde Boy hawajawahi kuwa wapenzi. Sasa sasa hivi bwana, ni kama vile Miss Molly, ame, ame double down wazungu wanasema, yani kama vile yani ameongeza tena jambo lingine, amemkana vibaya mno Harmonize kwamba hawajawahi kuwa wapenzi hata kidogo. Sana sana walikuwa tu wakifanya mazoezi pamoja. Kwa mujibu wa Insta story yake, Miss Molly ameandika kwamba Rajabu and I are nothing but gym partners and good friends but we have never been E, romantically involved like e. Miss Molly ameandika hivyo katika nsa story yake, ameamua aweke vitu bayana kwamba yeye na Rajabu yani Harmonize kond boy e, ni kwamba hawajawahi kuwa wapenzi bali walikuwa tu ni watu ambao wameamua kufanya mazoezi pamoja, lakini swala la mahusiano ya kimapenzi halijawahi kutokea kati yao. Miss Molly akaendelea hapa akaandika kwamba I respect everything uh, I respect him, his music and everything around him, akiwa namaanisha kwamba namuheshimu yeye uh, naheshimu pia mziki wake na kila kitu ambacho kinachomzunguka. Huo uh, ni ujumbe mwingine tena wa Miss Molly. Akaendelea hapa kusema kwamba I understand A of uh, hapa bwana, alichokuwa namaanisha ni kwamba naelewa kabisa kwamba posti zetu zilikuwa zimeibua baadhi, baadhi ya mijadala kwenye jamii, lakini pia vile vile kuna watu walikuwa wameshaanza kuhisi au kutamani kwamba tuwe katika mahusiano, japokuwa mimi na yeye ni marafiki tu wa karibu like. Akaendelea kusema kwamba I'm not his girlfriend or anything uh, along those lines, akiwa namaanisha kwamba mimi sio mpenzi wake wala chochote kile kuhusiana na hilo. So have have so have other women a long... E, hapa, Miss Moli bwana anadai kwamba huko mitandaoni sasa hivi watu wamekuwa wakimsema sana vibaya bila sababu na ni kitu ambacho yeye hajafurahishwa nacho. Miss Moria akaendelea kumalizia hapa kwa kusema kwamba I hope that answers who is harmonized to you, kwamba ana hopu au anatarajia kwamba hilo linaweza likawa ni jibu ambalo la al, al, lile swali ambalo alikuwa anaulizwa kwamba Harmonize ni nani kwake.